Naam, kilomita 800 za PMbet, kilomita 800 za Ushindi, Dar es Salaam mpaka Mbeya Tanzania. Toyota Harrier 15, mmoja wapo imekuja kwake. Bana, mambo vipi? Safi safi, kabisa ise. Bana, hatimaye tupo Mbeya. Majina yako kwanza ni nani? Majina yanaitwa Eliud Asumile Kasekwa. Bana, ulijisikiaje bana ulivyopigiwa simu na kuambiwa kwamba wewe ndiyo mshindi wa gari yetu aina ya Toyota Harrier kutoka PMbet? Ah, kwanza sikuamini. Ndio. Nikaona kama vile ya, ni message tu za kawaida tu hizi. Anikajua hii Lingoja, nisubi, tuwata, ni kweli. Ngoja nisubiri tu hata nipigia simu. Naam, unajishughulisha na nini bwana? Mimi bwana fundi pikipiki tu. Na umeifahamu lini PMBet ukaanza kushiriki michezo ya kasino mtandao? Ah, mimi na zaidi ya miaka saba sasa hivi. Kuna zawadi gani kubwa uliwahi kushinda tofauti na huu ushindi mkubwa wa gari? Nakumbuka nilishinda kama laki tu ya kutumia yo kwenye lo, loyo. Na. Ehe. Na mchezo wako pendwa sasa kwenye tovuti yetu ya PMBet ni upi kati ya ile ya kasino mtandao? Naitwa Soul Loyo. Loyo yeah, yeah. Neno la mwisho kwa wale ambao walikuwa hawaamini, nawambia wacheze pembe, tuko vizuri, hawana mbambamba. zaidi ya Toyota Harrier 15 zipo kwa ajili yako, ni wewe tu, lakini pia unaweza ukapiga nyota 149, nyota 23, alama ya reli. Mshindi ajaye huenda akawa wewe na tukakufuata popote pale ulipo.